Leo nataka tuzungumze jambo muhimu sana kuhusu kuheshimu wazazi. Biblia inasemaje kuhusu kuheshimu wazazi au inaongeleaje kuhusu kuheshimu wazazi wetu? Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ile ya ishirini mstari wa kumi na mbili heshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi siku nyingi katika nchi ambayo Bwana Mungu wako hii sio tu amri, ni agano lenye ahadi. Kuwaheshimu wazazi si lazima wawe wakamilifu, hapana. Kuwaheshimu wazazi si lazima wawe matajiri, hapana. Kuwaheshimu wazazi si lazima wawe kama unavyotaka, hapana. Ila kuwaheshimu wazazi ni kuwatii, kuwaonyesha heshima, kuwasikiliza na kuwasaidia tunapoweza. Hiyo ndio kuheshimu wazazi. Hata kama hatukubaliani nao wakati mwingine, bado wanapaswa kupata heshima yetu, kwa sababu Mungu aliwapa nafasi hiyo juu yetu. Hata kama hatukubaliani nao, lakini wanapaswa kuheshimiwa. Mungu aliwapa nafasi hiyo juu yetu. Heshima huleta baraka. Wanaoheshimu no, wazazi wao mara nyingi huona mafanikio, amani na maisha marefu. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wasio wasioheshimu wazazi wao hawezi kupata mafanikio, hawezi kupata amani na maisha marefu. Kwa hiyo tunapaswa kuwaheshimu wazazi wetu ili tupate mafanikio, amani na maisha marefu. Hebu tujitazame. Je, yeah, tunawazungumzaje wazazi wetu? Je, yeah, tunawasikiliza? Je, yeah, tunawasaidia kadiri ya uwezo wetu? Leo chukua hatua moja ya heshima. Leo nakuomba uchukue hatua moja ya heshima kwa mzazi wako, awe ni baba au ni mama. Naomba uchukue hatua moja ya heshima kwa mzazi wako, iwe ni simu, mpigie simu ujue mzazi wako ameshindaje, ameamkaje, anaishije, an, ujue hali yake, umjulie hali. Hiyo itampendeza mzazi, pia inampendeza sana Mungu. Iwe ni sala, umwombee kwa Mungu, umwombee maisha marefu. Kuna wengi hawana wazazi, kuna wengi hawajaona mzazi, wazazi wao, kuna wengi hawajafanikiwa kupata, kupata mzazi wengi walizaliwa wazazi wao wakafa, wengine wazazi wao walipata ajali, wengi ni yatima. Lakini wewe kama una mzazi, naomba uchukue hatua moja ya kuheshimu mzazi, ya kumheshimu mzazi na kufanya chochote juu yake, iwe ni msaada mdogo, msaidie kadi ya uwezo wako, mzungumzie vizuri mzazi wako. Mzazi ni mzazi. Mini Mungu anaona na atakubariki. Asante kwa kunisikiliza. Asante. Naomba endelee kuwa pamoja nasi na, na kwa mafunzo mengine au kwa maneno mengine. Ninashukuru Mungu awazidishie wa baraka. Amen.